Tunaanza huko Nakuru ambapo familia moja katika eneo la Ruiyobei kaunti ya Nakuru imekumbwa na hofu kufuatia kutoweka kwa binti yao, anayedaiwa kupachikwa mimba na mwalimu wake. Msichana huyo wa umri wa miaka kumi na mitano wa kidato cha pili anadaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwalimu wake tangu akiwa wa darasa la nane, na hata alipoingia shule ya upili, mwalimu huyo aliendelea kumnyemelea kabla ya kumpachika mimba. Kwa sasa msichana huyo ametoweka huku familia ikimtaja mwalimu wake kuwa mshukiwa mkuu. Kamchemenza Basi ana maelezo zaidi. Majonzi, wasiwasi, na hofu ni hali inayodhihirika peupe katika familia hii. Tangu usiku wa tarehe 21 mwezi Mei, binti yao alipotoweka alikuwa amegunduliwa kuwa mjamzito. Na matamshi yake wazaziwe, wanasema yalimtaja jamaa mmoja aliyekuwa mwalimu wake alipokuwa darasa la nane shule ya msingi ya Ruiyobei. 2014 mwisho Desemba ndio wakati wa holiday, anagucha kuongochea njiani wakati naenda kununua vitu tugani, anashikae kwa lazima mtoto anapata mimba. Wanadai vitisho alivyopewa msichana alisalia kimya, anabii chapaka ndaika mwisho mtoto nagonjeka, anaenda sipitali kuvimwa, iko na mimba. Kuulizwa mimba, anasema ni ya mwalimu yule alikuwa anabundiza mimi kwa praimari ya Ruiyobei, anaitwa Tomno Kipurui Taitas. Juhudi za kubaini ukweli wa madai hayo zikaanza. Hizi zikiwa barua za mwalimu mkuu shule ya msingi ya Ruiyobei, chifu eneo hilo barua ya mwalimu mkuu shule ya upili ya Solai na hata fomu ya P3 kituo cha polisi cha Solai na hospitali ikionyesha mimba ya miezi minne. Solai police station anaambia mimi tutakuja kushika, enda ngojea. Nilingojea karibu mwezi kidogo. Tarehe ishirini na moja usiku hii mtu anakuja kuteka nyara mtoto nyumbani kama kama tunalala. Tuna mimi najua amenyang'anywa ame hii mtoto yangu amelazimishwa kwa sababu tulikuwa tunaongea mpaka saa ile tunaenda uh, tuna kulala anaenda kulala. Alikuwa nasemanga mimi sitaki hii mtu kwa sababu amefanyia mimi kitendo kama hii nimepotea na mimi nataka shule. Sasa hii nyumba ndio mtoto alikuwa analala. Sasa situ ilikuja kutekwa nyara kama analala, mm. Situ ilisikwa namna gani kwa hii kitanda. Mm. Nasikia baya sana, nasikia sijui kama vato iko ama amekuisha. Afisi ya TSC Nakuru imedokeza kuwa kufikia sasa mwalimu huyo amesimamishwa kazi na kwamba afisi kuu za TSC ziko katika harakati za kumchukulia hatua. The parents, uh, the chief. Jinsi na hali mwanao alivyotoka nje ya nyumba hii bado ni kitendawili kwao, lakini yote tisa kumi, wazazi hao bado wanatafuta haki pamoja na kutaka kujua mahala alipo mwanao. Kamche Menza Menza, KTN, leo, Nakuru.